Maisha na mitihani sana, sio rahisi sana, ba sio rahisi mm. Unapoona shughuli zinakuwa ngumu, eti si ni kwako peke yako, kila mtu mahali anakuwa ni kugumu, maisha ni magumu, inachopaswa ni kukaza na, na, na, na kujipa moyo. Manake hakuna alioanza rahisi na wala hakuna ambaye alikuwa nani na urahisi tu wa kuamka akamkia na akapata kwa hivyo nachopaswa ni busara, busara ndio inahitajika sana. Kumuomba Mungu na uache uvivu. Maisha hataki uvivu mm, maisha hataki uvivu na wala maisha hataki wivu mm. Sawa, amka asubuhi, omba Mungu, kula vizuri, naenda ukahangaike. Na imani utapata unachokitaka tu mm. Lakini ukijifanya wewe ni jeuri, utakula jeuri yako tu.